Magufuli, Magufuli, nasema safari za nje hakuna. Unakuja bungeni, ataka safari za nje hakuna, tegemea pesa zako wende nje. Tusianze kuleta mambo ambayo hayatakiwi kwenye muungano. Muungano tumeshaungana hivi, mnadai hivyo sasa nye nataka nusu kwa nusu. Ndugu zangu, itawezekana wapi? Haiwezekani ndugu yangu, nusu kwa nusu haiwezekani. Nye mko 4%, mtapata 4% ya kila kitu. Kwa hiyo ndivyo tulia tulia ndugu Hatibu, usipige kelele hapa kwamba nyee nataka mabalozi wengi, sijui mabalozi wengi, hapana. Mabalozi nchi yote tuna balozi ishirini na moja, mkipata hata manaibu balozi shukuru Mungu. Tukikuambia ndugu Hatibu ulipie balozi umoja tu, utalipa nchi yako, utalipa balozi gharama, balozi kule nje utalipa. Tulieni, Hatuwezi kwenda hivyo, nasimama hapa, unakaa unasema sisi tumepunjwa. Hamkupunjwa kitu, bado tumewasaidia, mko bungeni hapa, mmekuja mko hamsini na nne. Mngejaa kule Zanzibar, mgeenea kwenye jimbo, nye makafa mngeweza kuenea kule kwenu, mgeenea kule jimboni. Tuambie tu sasa hivi, naendeni kule, mwende kule. Jambo lingine, nazungumzia ndugu yangu amezungumza. Mimi nilikuwa kwenye kamati ya PIC kuhusu mgonjwa aliyepelekwa Zanzibar yule, alipelekwa na serikali ya Zanzibar. Mna kukanusha hapa, nilikuwa mjumbe wa public account committee. Yule alipelekwa na serikali ya Zanzibar na atahudumiwa serikali ya ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika ilisema ahudumiwe uh, kule. Sasa leo anasema hizi, mimi nafahamu, nilikuwa mjumbe wa public account committee, hesabu zilikuja kwetu. Huyu bwana alipelekwa na serikali ya Zanzibar, katibiwe kule. Wizara ya afya sio ya Muungano, kwa hiyo hili deni ni ya serikali ya Zanzibar likadaiwe huko huko, hatuwezi kulipa sisi. Ndugu zangu tusiende papara, habari kutaka zaidi vyeo au namna gani? Na si utadai vyeo, rais anapanga mawaziri kutokana na jinsi anavyotaka yeye. Huwezi kumlazimisha awapee Zanziba ma ma mawaziri kumi kumi na tano. Nyiye kwanza mna mawaziri zaidi ya ishirini kule kwenu, mna wabunge kule kwenu hawatoshi Halafu kitu kingine, ndugu zangu, nizunga mara nyingi hapa, wizara ambazo sio za Muungano we, mnakwenda kule, mnatungoja nje, tunabaki peke yetu hapa, tukimaliza za Muungano ndio tunawaita mnaingia ndani. Haiwezekani, wizara ya kilimo kujengea, wizara ya kilimo inakuhusu, wizara ya maji inakuhusu. Kwa hiyo mwe, mnachagua wizara za kuchangia kuanzia sasa, changia wizara inakuhusu, basi wizara zingine tuwacheni wenyewe. Mwenyekiti, tunahamia upande wa mawaziri taratibu. Namkaribisha naibu waziri.